Asifiwe, mtu wa Mungu, nikusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ni mimi ndugu yako Adam Komba kutoka kwa Bishop Anthony Aseng. Ndugu, naomba tuyasikilize kwa makini maneno haya ya Mungu, alafu tuyatafakari yanamaanisha nini. Neno la kwanza linatoka kwenye injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 70 na 71, maneno haya yanasema hivi, Yesu akajibu, je ye mimi sikuwachagua ninyi tena shara na mmoja wenu ni shetani? Sikuwachagua ninyi tenashara, yaani wanafunzi wangu, lakini mmoja wenu ni shetani. Mstari wa sabini unasema hivi, alimnena Yuda mwana wa Simoni Iskarioti, maana huyu ndiye atakaye msaliti naye ni mmoja wa wale tenashara. Yani kumbe anawa, anaita kwamba mwanafunzi mmoja wako ni shetani na alikuwa anamzungumzia nani huyo shetani? Alikuwa anamzungumzia Yuda, ambaye pia alikuwa ni mmoja wa wale wanafunzi wake. Lakini nataka pia tuangalie neno jingine linatoka kwenye injili ya Mathayo sura ya kumi na sita mstari wa ishirini na tatu. Neno linasema hivi akageuka, akamwambia Petro mwanafunzi wake mwingine, nenda nyuma yangu Shetani, uu kikwazo kwangu maana uyawazi yaliyo ya Mungu bali wanadamu. Huyu Yesu anamwambia mwanafunzi wake mwingine Petro kwamba nenda nyuma yangu, rudi nyuma yangu shetani, kwa maana uyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Maneno haya yanatufundisha nini? Kwanza, tunajua Yuda alikuwa ni mwanafunzi aliyochaguliwa na Yesu, lakini Yesu anasema nimewachagua wanafunzi kumi na wawili, lakini mmojawapo ni shetani. Manake Yesu alikuwa akimtazama Yuda amuoni ni mwanadamu wa kawaida. Hata kama kwa nje alikuwa anatazamika kama wanadamu wengine wa kawaida, lakini Yesu alikuwa akimtazama Yuda anamuona ni shetani. Lakini tunakuja huku kwa habari ya Petro, Yesu anasema hivi rudi nyuma yangu shetani. Anamwita Petro afa, anasema rudi nyuma yangu shetani, kwa maana uyawazi aliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Maandiko haya yanamaanisha nini? Kitu cha kwanza, kumbe kwa nje mtu anaweza kuonekana ni mtu lakini ndani akawa ni shetani. Tukija kwenye habari za Yuda, kumtazama huyu mwanafunzi wa Yesu, kwa nini Yesu anamuita Yuda ni shetani? Kwa sababu ya kazi alizokuwa anazifanya yeye Yuda. Ukisoma Biblia inakwambia Yuda alikuwa ni mwizi, kwa sababu alikuwa anashika fedha kwenye ile kundi la Yesu. Yeye alikuwa anashika fedha na alikuwa ni mwizi, na Biblia inasema shetani kazi yake ni kuiba. Lakini Yuda alikuwa na roho ya uaji na Biblia inasema shetani kazi yake ni uwaji, kwa sababu Yuda alimuuza Yesu ili akauawa. Kwa msingi huo Yesu alikuwa akimtazama Yuda ndani yake hata kama kwa nje alikuwa anamuona, anaonekana ni mwanafunzi wa Yesu, anaonekana ana mzuri, anasula nzuri anavaa vizuri, lakini Yesu alikuwa akimtazama utu wa ndani wa Yuda, anamuona Yuda ndani yake amejawa nguvu ya kishetani. Lakini kwa Petro pia, kwa nini anamwita pia Petro shetani? kwa sababu tunajua Yesu aliandikiwa aje duniani kuiokoa au kuokoa ulimwengu na dhambi, na kusudi la kuokoa ulimwengu na dhambi ni lazima auawe, yani ni lazima auawe ili aibebe zambi ya ulimwengu. Petro anakataa Yesu kwamba hata uawe yeye atamtetea Yesu asiuawe. Yesu alivyoona iko kitu, alijua Petro anachokifanya anafanya uharibifu, anaharibu mpango wa Mungu wa mimi Yesu kuokoa ulimwengu. Na Biblia inatuambia kazi ya shetani pia ni kuharibu. Ukisoma injili ya Yohana sura ya kumi mstari wa kumi inasema mwizi aji ila aibe achinje na kuharibu, na huyo mwizi ni shetani. Kwa hiyo Yesu alikuwa akiwatazama hawa watu wote wawili, ndani yao aliona nguvu ya kishetani. Na kwa msingi huo kumbe, kuna watu kwa nje wanaweza kuonekana wanadamu, lakini ndani yao ni mashetani, na utawatambua kwa kazi zao. Ukiwaona wana roho za uharibifu Mtu mwenye roho ya uuaji, mtu mwenye roho ya uwizi, hata kama kwa nje ana muonekano gani, hata kama anapendeza vipi, hata kama ni mrembo, hata kama ni ensamboy, ndani yake ana shetani, kwa sababu ya hiyo nguvu ya uharibifu iliyo ndani yake. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Jifunze kuwatazama watu kwa utu wao wa ndani na sio mwonekano wa nje. Na wengi wanapotea na wanaharibikiwa maisha kwa sababu wanawatazama watu kwa namna ya nje na wanawakaribisha kwenye maisha yao bila kutazama utu wa ndani wa mtu, kumbe huyo mtu uliye mkaribisha ni shetani, na mwisho wa siku anakuharibia maisha. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.